Katika tukio la aina yake leo, watumishi na wahudumu wa kliniki ya Habo Plan iliyoko Dar es Salaam wametimka na kuacha wagonjwa wa kidua baada ya kutembelewa na ugeni usiotarajiwa. Kisa na mkasa ni hatua ya Naibu Waziri wa Afya Dr. Hamisi Kigwangala. Yanaendelea. Ah, precious viewers, story hii inamuhusu Diamond na Dr. Mwaka. Hivi karibuni Diamond ametoa video yake mpya ya wimbo wa Utanipenda, na katika video hiyo amemtangazia Dr. Mwaka uh, biashara yake. Sasa kuna wale wabaya wa Diamond, kwa sababu ninasema wabaya kwa sababu mara nyingi wanamponda Diamond, yaani wana, kuna vitu wanakuwa wanafanya kabisa vya vya chuki. Sasa safari hii baada ya kuona Diamond amepata ili deal katika video yake, wakaamua sasa wamkomoe, kwa sababu inavyosemekana ni kwamba walitegemea Dr. Mwaka awape ili deal, lakini ndio hivyo, kwa sababu Dr. Mwaka lazima angalie wapi pa kutangazia biashara yake kulingana na mtu, je, ana watu kiasi gani ambao wanamwangalia, hata kika tangazo lake litaonekana zaidi kuliko akija kwa watu wa pembeni ambao wana watu wachache, kwa hiyo ndio hivyo kwao, hata na yeye atakuwa aliangalia hivyo nadhani. Basi, kwa hiyo huyo mtu akawa amefunguka kwa kweli. Alivyofunguka, kama aliyoyasema yote ni ya ukweli, anastahili pongezi, kwa sababu amewasaidia Watanzania ambao walikuwa wafahamu na wamejua kwamba ni nini kinaendelea na kwamba Daktari Mwaka ni tapeli, lakini tatizo liko hapa huyu mtu ameyaona matatizo haya, siku zote amekaa kimya, na kama dokta Mwaka angempa ili tangazo, angeendelea kukaa kimya. Mpaka amesubiri amelikosa tangazo, na ameona mbaya wake ndio kalipata ile tangazo, basi kwa kumkomoa, ndio kaamua kusema ukweli. Sasa ka tatizo ni hivi, ina maana kama ili tangazo lisingefanywa na mbaya wako Diamond da asingeweka katika video yake, wewe mwenzetu ungewaambia lini wa Tanzania kwamba e, jaman jamani, hivi na hivi na sungekaa kimya, na ungeipata ilotangazo vile vile ungekaa kimya. Sasa leo unajifanya kwamba wewe ndio unawapenda una, una Watanzania sana, kwamba wao bwana na hivi na hivi sijui nini, ndio umesaidia Watanzania. Lakini je, kama asingeweka da litangazo, na ungeweka ungepewa wewe ungewambia dhini kwa sababu, upendo tusifanye bwana kuonyeshana iti tunapendana kwa kisingizio. Yani unajificha nyuma ya chuki binafsi, alafu najidai kwamba oh, mimi naupenda na watanzania wenzangu. Na nataka niwaambie kwa sababu gani, huyu daktari mwaka huyu ajaanza kazi zake leo, matangazo ajaanza kufanyiwa matangazo leo, umu mitandaoni ma wanamfanyia matangazo Umu YouTube kuna baadhi watu wanamfanyia matangazo, maradio wanamfanyia matangazo, TV mbalimbali mbali. Leo ukasubiri mpaka yule mtu usiyempenda kaeka tangazo, basi ndo unamkomoa, basi wewe ndo unawapenda Tanzania, ndo unafunguka. Jamani, ukipenda kusema ukweli sema ukweli bila kuangalia ni nani unataka kumkomoa au ni nani sijui kafanya nini, kwa sababu mpindi basi ndo unasema ukweli. Hapana, unasema ukweli, kwa sababu tusaidia ndugu zako, tusaidia marafiki zako, tusaidia na Tanzania wote kwa ujumla, lakini siwe ni chuki. Kwa sababu kama isingekuwa hivi, tungejua lini uo ukweli kwako? O, ungepata hilo dili na ungekaa kimya. Kwa hiyo acheni hizo nani chuki binafsi, na chuki binafsi hizi zinavyosemekana, zinatokana kwa sababu Diamond ameachana na Wema Sepetu kwa sababu yule mtu ni yani ni best yani, wana urafiki fulani na Wema Sepetu. Kwani kama vile ndio chuki imeanzia huko. Sasa, mimi mimi nataka kuongea kuhusu hii. Wema mwenyewe alisema kwamba yeye ndio kamwacha Diamond. Sasa kama amemwacha, kwa nini sasa hivi iwe vitu vinafanyika kumkomoa Diamond kama vile dada Diamond kamkimbia Wema. Aliachwa basi naye aliamua kutafuta mtu mwingine, naje kama labda kwa mfano anachukiwa yule bibie, yule bibie kawa na huyu, kamkuta akiwa ana mtu, sio kama labda akaja kamuiba, kamkuta akiwa peke yake. Sasa ni nashinda kuelewa hapa, inakuwaje? Je, bado unampenda huyu? Kama unampenda, kwa nini msikae chini mkaongea kwamba bwana, sisi bado hebu turudiane? Mbona watu wanarudiana, tunapendane na yanaisha mambo kama kweli mnapendana mtarudiana. Kama kurudiana imeshindikana, kwani kila mtu asiangalie mambo yake? Yani usikae, yani ukawa unamfanyia mpenzi wako wa zamani yani mambo ya kumuumiza, sijui vitu gani. Kwa kweli inatia aibu na mnakuwa mnajicholesha, kwa sababu i yani, inaonesha, inaonesha ni jinsi gani huyo mtu wako ulawatana naye anakuumiza kichwa, kwa sababu kama hauna time naye hauta yani, hautajali anafanya nini, kwa sababu yani ulishaachana naye, wewe uko na mambo yako, kama usijui una mtu wako mwingine, una enjoy na wewe maisha yako. Lakini hivi yani ina inakuwa yani, kwa kweli ina, ina i, ni aibu yani, watu wanakuwa ni wenyewe wanajaribisha na na, na, na ukikaa pembeni kimtu anakuwa anasema sina time na ex wangu wala sijali anachokifanya lakini wewe ukiwa unawatuma watu wako wa karibu kufanya vitu kama hivi, inaonekana kabisa we ni nini kinaendelea katika kichwa chao, kwa sababu kama watu wanaokuzunguka wanafanya hayo mambo na wewe kweli upendi, utawakataza. Ni kama wanafanya na unayaona na unakaa kimya, na maana wewe mwenyewe unafurahia yale mambo kufanyika, lakini unashindwa kufanya wewe mwenyewe kwa sababu unaona noma. Kwa hiyo unawatumia watu wa pembeni ndio wakufanyie kwa niaba yako. Kwa kweli sio vizuri. Na hii story, wengi wametaka kuisikia imekuja hapa na ukweli umeongelewa. Sasa basi ukweli ukiwa naongelewa kuhusu mtu fulani, watu wanakuja hapa wana panic. Hapana hapa, ukweli utaongelewa kulingana na story yenyewe na, kulingana na watu jinsi na ambavyo wanataka kuisikia. Hii hii chano ina viewers wengi na wanataka kusikia story mbalimbali, kwa hiyo na zinaletwa hapa. Kwa hiyo kama mtu wako unayempenda akifanya majanga huko pole jamani, kwa sababu akifanya majanga ataletwa hapa katika i uh, iki kipengele cha mastori ya town, na watu wanakuwa wanataka kusikia, watu kibao wanataka kusikia hizi stories zinazoletwa hapa kwa hiyo sio kwamba baada hapa, si oh, mtu wangu oh, kasemwa hivi, hapana. Mtu wako asipofanya kitu asipotengeneza huko, asipo, asipo anzisha mastori ya town huko, hakuna <laughs> ambaye ata, atakuja paongee tutaongea ya nini? Yaani nitakuja kwanyongee uongo. Kwa hiyo anaanzisha anaanzishe ma, madude huko, kwa hiyo analeta huko kwenye katika hiki kipindi cha mastori ya tauni, na haya mastori ya tauni ii ndo kazi yake, kiko maalumu kwa ajili hii. Kwa hiyo ukiona mtu anaongelewa, ndio hivyo Hakuna jinsi, hakuna namna. <laughs> haya jamaa. Kwa hiyo story ndio hivyo kama mlivyoona hapo. Issue ilikuwa ni kwenye taarifa ya habari, yaani kwa kweli, yaani ilikuwa ni issue kubwa, na nadhani bado inaendelea pia hii issue, lakini ndio hivyo. Na Dr. Mwaka, kama haya mambo ni ya kweli yote yaliyoongelewa, kwa kweli sheria itachukua mkondo wake, kwa sababu unapowafanya watanzania wenzako issue kama hiyo, sio vizuri. Kwanza kuwatapeli watu sijui kuwapa dawa ambazo ambazo sio nzuri wala hazifanyi kazi. Kwa kweli lazima uwe na kauoga, au na Tanzania wenzako, au ni ndugu zako, hata kama au wafahamu, lakini sisi wote ni kama ndugu. Usiwape vitu vikawa vikawa haribia afya au vikawafanya nini au sijui ukachukua hela zao, sio vizuri. kwa hiyo kama yule mtu alichokiongea chote ni ukweli, anastahili pongezi, lakini alipaswa kuongea ya mambo kipindi chote cha ambacho alikuwa anajua, kwa sababu ni sahihi kuamini kwamba eti video ya Diamond ndio imetoka, basi eti ndio ikafumbua issues za Dr. Mwaka, come on, huo ni uongo okay. Basi story ndo hii, ka comment hapo chini. Endelea kuwa nasi kwa sababu channel ya Precious ina mastori kibao ya taoni. Bye.